Ni kongole kwa wote waliohusika. Kwengine, kwa muungano wa upinzani ukiongozwa na kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka na yule wa DCP Rigathi Gachagua wanaandamana sasa kuelekea ofisi ya inspekta jenerali wa polisi kuwasilisha malalamishi yao kuhusu madai ya wahuni kukodishwa kuvuruga mikutano yao ya hadhara. Wanamtaka Kanja kuwajibika na kuwachukulia hatua baadhi ya maofisa wanaodaiwa kuhusika na ghasia hizo. Huyu hapa Emmanuel To ambaye tunaungana naye mubashara atupashe yanayojiri kwa sasa, To. Asante sana, tunakuja moja kwa moja kutoka katika makao makuu ya polisi hapa jijini Nairobi ambapo mkutano huu ulioanza takriban saa moja iliyopita tayari inaendelea kwa sasa e, tuliona yule kinara wa chama cha DCP Rigathi Gashagwa pamoja na naibu wake Cleophas Malala e, kinara wa chama cha PLP uh, Martha Karua, Kalonzo Musyoka wa chama cha Wiper Eugene Wamalwa e, wa chama cha DAP Kenya pamoja na kiongozi wa chama cha DP uh, Justin Muturi chad waki kuhudhuria mkutano huo na kwa sasa kuna wafuasi wengi wa Gachagua na ama wa viongozi hao upinzani, ambao wamefika hapa eh, kungoja kuhutubiwa na viongozi hao eh, baada ya mkutano kukamilika. Eh, kumbuka kwamba Gachagua ndiye aliandika barua kupitia kwa chama eh, cha DCP eh, ambacho barua hiyo ilitiwa saini ama iliwekewa eh, rekodi ya naibu kinara wa chama Cleophas Malala wakisema, okay, kwamba wamedhulumiwa, eh, Gachagua wame

Ama ameshambuliwa mara takriban 24 hivi e, makanisani na katika pia ha, mikutano ya hadhara, na wamekuja hapa kulalamika kutaka kujua ni hatua gani serikali inachukua haswa idara ya polisi kuhakikisha kwamba matukio hayo hayafanyiki. Wametoa wame mfano wa tukio la weekend lililopita Jumapili pale katika kanisa la Witima Othaya, e, county ya Nyeri ambapo Gachagua ali, alikuwa kwenye mkutano huo akirushiwa vitoza vya machozi e, vitu vya na baadhi ya wa wafuasi wake kuvurugwa na magari kuharibiwa, na kwa hivyo wamekuja hapa kulalamika. Tumearifiwa na baadhi ya wale ambao wako kwenye mkutano huo ni kwamba uh, Gachagua pamoja na kikosi hicho kitakuwa kinahutubia uh, wananchi mwendo wa uh, dakika chache kutoka sasa watakapokuwa uh, na, naambiwa kwamba na